Wasifu wa marehemu Sister Anabruna Stefan wa shirika la masista wa Misericordia wa Verona. Kuzaliwa. Sister Anabruna Stefan alizaliwa tarehe kumi mwezi wa nane mwaka 1947 huko Fossalta di Piave katika provinsi ya Venezia nchini Italia, katika familia ya baba Stefan Silvio na mama Josefina. Sakramenti za Kikristo. Sister Annabruna Stefan alibatizwa tarehe moja Septemba mwaka 1947 na kupewa jina la Vitorina Paulina katika kanisa la Mtakatifu Yohane Mbatizaji Hosata di Piave huko Venecia, na alipokea sakramenti ya komunyo ya kwanza na kipaimara huko Meolo tarehe tatu mwezi wa saba mwaka 1960. Elimu Sister Anna Bruna Stefan alipata elimu yake ya msingi na sekondari katika mji aliozaliwa wa Fosata di Piave, Italia. Mwaka 1967 alijiunga na kufuzu chuo cha mafunzo ya ualimu wa watoto wadogo huko Roma. Pia alishiriki kozi mbalimbali mbali za elimu ya dini na mziki mtakatifu kama mpigaji kinanda na mpiga filimbi. Kujiunga na shirika Marehemu Sister Annabruna Stefan alijiunga na shirika la masista wa Misericordia wa Verona tarehe 27 Disemba mwaka 1964 na baada ya safari yake ya malezi ya kitawa, Sister Annabruna Stefan alipewa nadhiri zake za kwanza mnamo tarehe 3 Septemba 1967 na, na nadhiri zake za daima mwaka 1972. Utume. Baada ya nadhiri zake za kitawa Sister Annabruna Stefan alifanya utume wake katika jumuiya mbalimbali mwaka 1967 alihudumu katika nyumba ya shirika ya mtakatifu Mikaeli mjini Verona kama mtunza chumba cha kufua, chumba cha kupasi na mhudumu wa sakristia. Baadaye kuanzia mwaka 1967 mpaka 1973, alihudumu kama mwalimu wa watoto wadogo katika shule na jumuiya mbalimbali za Verona kama Torbe, nyumba mama ya shirika Verona, Isola Rizza na Susnesa. Umisionari na maeneo aliyofanya utume. Oktoba 1973 Sister Annabruna Stefan alifika Tanzania kama misionari na mwalimu wa watoto wadogo. Alihudumu katika jumuiya zifuatazo kuanzia mwaka 1973 mpaka 1980, alikuwa katika jumuiya ya nyumba kuu ya Kanda Dodoma, na alifundisha katika shule ya watoto wadogo Huruma. Mwaka 1980 mpaka 1986 alihamishiwa katika jumuiya ya Kibakwe kama mwalimu wa watoto wadogo na alijishughulisha pia na ufugaji na ufundishaji wa dini mashuleni na kazi za nyumbani. Mwaka 1986 mpaka 1987 alirudishwa tena katika jumuiya ya Dodoma na aliendelea na utume wake kama mwalimu na mhudumu wa sakristia ya Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba Dodoma. Mwaka 1987 mpaka 1992 alihamishiwa katika jumuiya ya Mwenge, Dar es Salaam, na hapo alijishughulisha zaidi na ufundishaji dini mashuleni. Mwaka 1992 mpaka 1998 alitumwa kuhudumu jumuiya ya Itigi kama mhudumu wa sakristia na shule ya watoto wadogo. Mwaka 1998 mpaka mwaka 2000 alihamishiwa katika jumuiya ya Farkwa akiendelea na utume wake wa kufundisha shule ya watoto wadogo. Kuanzia Desemba mwaka elfu mbili mpaka elfu mbili na ishirini na tano alikuwa katika jumuiya ya Kibakwe na kiendelea na utume wake wa kufundisha watoto wadogo, na hapo hapo alihudumu katika sekta mbalimbali kama mlezi katika hosteli ya wasichana, mlezi wa vyama mbalimbali vya kitume kama Wawata, Uwaka, Moyo Mtakatifu wa Yesu Rosali Hai na ufundishaji dini mashuleni. Baada ya kustaafu, alijikita zaidi katika shughuli mbalimbali kama jikoni, shambani, kwa mifugo na hasa aliwapenda sana wanyama wote, mbwa kwa namna ya pekee. Fadhila na vipaji vyake, marehemu Sista Ana Bruna Stefan alikuwa mtu wa sala na kujisadaka. Alipenda shirika na aliathamini sana maisha ya kijumuiya. Alikuwa na vipaji vingi na alivitumia kwa ukarimu, akijitoa bila kujibakiza. Hakuchagua kazi, ndiyo maana popote alipowekwa hakukosa cha kufanya. Hakuwa mtu wa kupoteza muda bure. Kama mwalimu aliwapenda sana watoto na alifanya kazi yake kwa weledi. Alicheza nao, alikimbia nao, aliruka nao. Katika jamii, aliwapenda sana watu wote bila ubaguzi, na alijitahidi kuwapokea watu wa kila hali: vijana, watoto, wazee, na hasa maskini na wasiojiweza. Aliwahurumia kwa namna ya pekee maskini na wale waliokuwa na shida mbalimbali kama yatima, walemavu, watoto walioishi katika mazingira magumu, wazee. Aliwasaidia wote kwa hali na mali. Alimjali kila mtu aliyemkimbilia bila kuangalia hali yake au cheo chake. Aliwapenda na kuwathamini wafanyakazi, akiwatia moyo kuwajali na kuwainua kimaisha kwa watu wote. Alikuwa mcheshi, mpenda utani na mkarimu. Tabia yake ilimsaidia sana kuwa karibu na watu wa aina zote. Alikuwa mtu wa shukurani daima kwa chochote alichopokea, kiwe kikubwa au kidogo. Mwendo wake ulikuwa ni wa kukimbia muda wote, chap chap na hakupenda kupoteza muda. Alijitahidi kusimamia kwa karibu maendeleo ya parokia akijikita kwa hali na mali. Alikuwa mbunifu na mwenye kuthubutu. Hakuwa mwoga wala hakutishwa na mazingira magumu. Aliyaheshimu mazingira na kadiri alivyoweza, alihamasisha upandaji miti katika maeneo mbalimbali. Alikuwa na msimamo mkali hasa pale alipoona kwamba mambo yalikwenda kinyume na matarajio yake, lakini alikuwa mwepesi kurudisha uhusiano kwa haraka baada ya mafarakano au kutokuelewana. Sista Annabruna Stefan alikuwa mvumilivu katika shida na magumu yaliyompata. Alipopata changamoto za kiafya hakukata tamaa wala hakutaka kuzingatia sana, kwani aliona ni kupoteza muda kufuatilia magonjwa madogo madogo. Kuugua na kifo. Kwa ujumla, Sista Annabruna Stefan hakuwa na matatizo makubwa ya kiafya, pamoja na kwamba alikuwa na shinikizo la juu la damu na goita lakini aliweza kuvidhibiti kwa kutumia dawa na kuendelea na maisha yake ya kawaida. Tarehe saba mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano alianza kujisikia vibaya. Alipelekwa kwa uchunguzi na matibabu ya kina katika hospitali zifuatazo: hospitali ya Mtakatifu Jema Galgani Miyuji, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Gaspari Itigi na hospitali ya rufaa ya Benjamini Mkapa. Baada ya vipimo mbalimbali, aligunduliwa kuwa na infection kali kwenye damu iliyopelekea baadhi ya viungo vya ndani kama figo kushindwa kufanya kazi sawa sawa. Na shinikizo la damu kushuka zaidi ya kiwango kitakiwacho. Madaktari walijitahidi sana kadiri ya uwezo wao ili kunusuru maisha yake, lakini pamoja na jitihada hizo zote hali yake ilizidi kubadilika na kuwa mbaya zaidi, na hatimaye, mchana wa Jumatatu, tarehe kumi na tisa mwezi wa tano, aliaga dunia. Shukrani. Tunatoa shukurani za dhati kwa madaktari, wauguzi na wahudumu wote wa hospitali ya mtakatifu Jema Galgani, hospitali ya mtakatifu Gaspari Itigi, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa waliojitahidi kadiri ya uwezo wao ili kuokoa maisha ya mpendwa wetu Sister Annabruna. Tunawashukuru pia wote waliomwombea na waliokwenda kumtembelea na kumfariji sista wetu hasa Mwashamba, baskofu msaidizi Wilbodi Kibozi, mapadri, watawa na watu mbalimbali. Shukrani za pekee kwa mama mkuu wa kanda sister Anna Patrick Mwacha, masista wa jumuiya ya Kibakwe, masista wa nyumba kuu ya kanda Dodoma na masista wa jumuiya ya Itigi pamoja na walelewa waliojitoa kumuuguza mama yetu kwa ukarimu bila kuchoka, usiku na mchana mpaka dakika ya mwisho ya uhai wake. Kwa nafasi ya pekee tunapenda kuwashukuru ninyi nyote mlioko hapa kwa utayari, ukarimu wa kuja kumsindikiza mpendwa wetu Sista Anna Bruna katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu awabariki sana, asanteni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.